Tangazo la kuitwa kwenye usaili. Haya ni majina ya nyongeza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Katibu wa sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma, kwa niaba ya Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM, MDAs na LGAs, Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA, Ofisi ya Msajili wa Hazina OTR, Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika EASTC anapenda kuwataarifu waombaji kazi wote walioomba kazi kuwa usaili unatarajiwa kuendeshwa kuanzia tarehe 30 mwezi wa 9 2025 hadi tarehe 24 mwezi wa 10 2025 Hatimaye kuwapangia vituo vya kazi waombaji kazi watakaofaulu usaili huo. Wasailiwa wanaoitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo: moja. usaili utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoonyeshwa kwenye tangazo hili. Muda na sehemu ambapo usaili utafanyika umeainishwa kwa kila kada. mbili. Kila msailiwa anatakiwa kufika kwenye eneo la usaili akiwa amevaa barakoa au maski. Tatu, kila msailiwa anapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Nne, vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na kitambulisho cha mkazi, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha kazi, kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, leseni ya udereva au barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa au kijiji unachotoka. Tano, wasailiwa wanatakiwa kufika na vyeti vyao halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa kidato cha nne na cha sita, astashahada, stashahada, stashahada, stashahada ya juu, shahada na kuendelea kutegemeana na sifa za mwombaji. Sita, Wasailiwa watakaowasilisha testimonials, Provisional results, statement of result, hati za matokeo za kidato cha nne na cha sita, yaani form nne na form sita result slips, havitakubaliwa na hawataruhusiwa kuendelea na usaili. 7, Kila msailiwa atajigharamia kwa chakula, usafiri na malazi. 8, Kila msailiwa azingatie tarehe, muda na mahali alipopangiwa kufanya usaili. 9, kwa waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika kama TCU na NACTVET na NECTA. Kumi, waombaji kazi ambao hawajaona majina yao kwenye tangazo hili wanapaswa kuingia kwenye akaunti zao za ajira portal na kuona sababu za kutoitwa kwao ili wasikose fursa wakati mwingine 11 kwa kada ambazo wanatakiwa kusajiliwa na bodi zao za kitaaluma wanapaswa kuja na vyeti vyao harisi vya usajili pamoja na leseni za kufanyia kazi. Kumi na mbili, wasailiwa wote walioitwa kwenye usaili wahakikishe wanaingia kwenye akaunti zao na kunakili namba ya mtihani, kwa kuwa namba hizo hazitatolewa siku ya usaili. Kumi na tatu, wasailiwa ambao majina yao yanatofautiana katika nyaraka zao wanapaswa kuwasilisha hati ya kiapo cha kubadili jina iliyosajiliwa na wizara ya ardhi. Ukishuka hapa chini, utakutana na ratiba ya usaili mchujo kwa kila kada na ratiba ya usaili vitendo, lakini kuna ratiba ya usaili mahojiano hiyo hakikisha unafuatilia tangazo hili katika linki niliyokuwekea hapo kwenye description, ili uweze kuangalia jina lako na kujua tarehe ya usaili. Asante kwa kufuatilia, endelea kusubscribe katika chaneli yetu ya Jack Media TZ.